Ule demu yangu Mkamba, nilikwambia alitoka ushago. Sasa amekuja Nairobi, alikuwa anataka nimpeleke swimu na mimi pesa yenyewe sina, sijui nitafanya nini. Budo yule wangu anani, anasemanga nipeleke beach eh. Na nashanga pesa ya Mombasa anatoa wapi? Hata ni mkamba huyo, ni mkamba kwanza eh. Ah, niko na idea eh. Unaonaje tuungane eh? Ndio, si ni ni ya pale kwa nani hii hapa inakuanga kwanza, imejana ambia ukamba ni kuanga tumekauka, si ndio? So wache mimi niende wangu, wewe uende wangu, si ni hapo kwa kina wenyewe waendee. mm. <laughs> <I> wonder <laughs> Unaona beach venye kuna ka smart yake, kuna ka poa, umefurahia? Unaona venye nakuletanga place smart smart eh? Hapa ndio sasa ndio beach kwenyewe, lakini imekuna ice lakini. Eh, unajua sijai pata mtu ananiteta kali kama huku. Huku kambani kuna kwa kumekauka sana, ah, sio sana. Ah, bro. Ah. Ah. Ah. Ah, huyu ndio mama? Huyu ndio mama. Wasalimie, wasalimie. Ndio kukuja? Eh. Oh, karibuni mawe. Yeah. Yeah. Sasa yes, hiyo si nazi, wacha nikwambia kitu iliapen. Kuna siku maji lienda lunch mm, urudi kafagia nazi zote uendeni. Ah, tu, tu, tu, tu, tu bebu, twende tunapendana? Eh. Nikubebe? Ambebe hii moja. Si tunapendana? Ekakwe, hey. mm. <laughs> Arakisha majita wabeba nikunguawe.